Alipoua watu 99, hadithi ndani ya mutafakun alaihi, katika sahih bukhari wa muslim. Ameua watu 99, anakwenda kwa shekha hivi hivihivi, anamwambia ya shekh, mimi bana nimeua watu 99, nataka kutubia sasa, inawezekana toba yangu ndio? Unaona nitakana, uangalie mahali unachukua fatwa, sio kila mtu unayemwona amevaa kilemba na kanzu ukachukulia kwamba huyu ni mtu shekhe, huyu ni alim. Yule bwana akamwambia, umeua watu tisini na tisa, basi hakuna toba, haiwezekani kutubia, hawa ni wengi. Basi akamwambia, ikiwa ni wengi, siwezi kutubia, haiwezi kukubalika toba yangu, basi mimi nitakuua wewe, utakuwa wa mia. Akamkata shingo na ule shekhe akamuua, wakawa mia moja, ndo akamfata mtu ambaye ni alim Akamwambia, ya Sheikh, mimi nataka kutubia, nimeua watu mia moja. Sasa inawezekana toba yangu? Ule sheikh akamwambia falima lo, kwa nini isiwezekane? Mwenyezi Mungu ataku, atakufutia madhambi yako yote, lakini kwa sharti. Huyu sheikh akamwambia, hii mji lao utaendelea kukaa ndani yake, hii wale marafiki zako wabaya bado utakuwa nao na mazingara hayo utakuwa ndani yake, bado unaweza ukarudia ile tabia yako ya mauaji. Kwa hivyo sharti ni moja tu, hama hii mji, hama.